Wanasema usiku una macho yake. Mimi naitwa Adam, mlinzi mpya katika kiwanda cha Mikocheni. Nilipata kazi hii wiki moja iliyopita, mshahara wa laki mbili na nusu. Nilidhani hatimaye maisha yangekuwa sawa. Sikujua nilikuwa naingia kwenye shimo la wizi, uongo na usaliti. Kama ni mara yako ya kwanza Bonyeza subscribe na alama ya kengele ili usipitwe na simulizi mpya kila wiki. Usisahau pia kubonyeza like kwenye video hii na utuandikie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comment. Tueleze sehemu gani ya simulizi hii imekugusa zaidi. Hapa tunasimulia maisha halisi ya upendo, huzuni, matumaini na ushindi. Nilifika kazini saa moja usiku. Nilikutana na dereva mmoja anaitwa Rashid. Mcheshi, lakini maneno yake yalikuwa na sumu ndani yake. Aliniambia, ukiona lori linaingia, usiulize sana. Nilicheka tu kwa aibu, sikuwa najua alimaanisha nini. Saa sita usiku lori jeupe likaingia. Kwenye karatasi limeandikwa full load, lakini tulipofungua konteina tulikuta mifuko michache tu ya saruji. Nikamuuliza Rashid, mbona mizigo haijakamilika? Akanitazama kwa macho ya hatari na kusema kijana, hapa tunafanya kazi, hatuhesabu mizigo. Nikanyamaza, lakini ndani yangu nikasikia kitu hakiko sawa. Saa tisa kasorobo gari dogo la meneja likatoka likiwa na boksi lenye maandishi confidential. Nilijificha nyuma ya konteina na kupiga video kwa simu yangu. Nilijua siku moja itakuwa ushahidi. Asubuhi yake nilichukua ripoti yangu nikampelekea afisa Jackson, bosi wa ulinzi. Nilijua ni hatari, lakini nilihitaji kulinda heshima yangu. Jackson akaniambia kijana, hii kampuni haina watu wanaopenda kuulizwa maswali. Nikajibu afadhali nifukuzwe kuliko nifanye usiku wangu kuwa kipofu yoni ile ile. Meneja Mussa akaniita sa ofisini. Nilipoingia alinitazama bila hata kuniambia nikae, akasema kwa ukali, wewe ndiye Adam? Nani alikupa mamlaka ya kuandika ripoti? Nikajaribu kueleza, lakini aliniamrisha tupa hiyo video kabla haijakupeleka pabaya. Niliondoka nikiwa na mikono ikitetemeka, nilihisi hewa nzito. Niliweka simu yangu mfukoni nikajiapiza sintofuta ile klip. Usiku uliofuata, kamera za CCTV zilianza kunifuata kila nilipopita. Nilihisi kuna macho mengine yanayonitazama kupitia kila taa. Saa nane kasoro kidogo, lori lingine likaingia. Nilikipokea kama kawaida, nikarekodi kwenye daftari, nikapumua kwa amani. Nikaamini usiku huo ungepita salama lakini Asubuhi nikaambiwa kuna video mpya. Video ya CCTV inayoonyesha mimi mwenyewe nikiwa nahamisha boksi kutoka konteina hadi gari la meneja. Nilishindwa kuamini nilichokiona. Video imeharibiwa, imekatwa na mimi nimegeuzwa kuwa mwizi wa kampuni. Nilienda kwa Meneja Mussa nikamwambia "Hii si video ya kweli." Akanicheka, akasema ulivyokuwa makini sana sasa, utakuwa mfano wa wengine. Siku hiyo niliondoka kazini mikono mitupu, jina langu limeandikwa kwenye ripoti kama mwizi wa kampuni. Usiku ulionifuata nilikaa nikitazama klipi yangu ya simu. Nilijua ndani ya video ile kuna ukweli utakaonilinda, ila sasa sijui nani wa kumwamini. Kila usiku ninapopita kwenye geti lile taa za CCTV zinawaka zikinifuata kama macho ya pepo. Najua mtu yuko nyuma ya kamera hizo, mtu anayetaka niangamie, lakini sitolala kimya. Huu ni mwanzo tu. Usiku wa leo nitagundua nani yuko nyuma ya mchezo huu. Kamera haziwezi kusema uwango, isipokuwa zikiongezewa mtu wa kuziendesha. Nilifikiri nitaamka na kupata ndoto mbaya. Lakini haikuwa ndoto. Nilikuwa rasmi nimeandikwa kwenye ripoti ya wizi. Niliondoka kazini usiku ule nikiwa kama mtu aliyepoteza kila kitu, lakini moyoni niliapa, sitanyamaza mpaka nipate ukweli. Nilianza kufuatilia. Kila siku nilikuwa nakaa karibu na banda la walinzi nikijifanya mnyonge, lakini akili yangu ilikuwa kazini. Niliamua kuanza kuchunguza nani ana access ya CCTV. Nilijua ni watu watatu tu. Afisa usalama Jackson, Meneja Musa na kijana mmoja wa IT anaitwa Kelvin. Kelvin alikuwa mnyonge wa chini tu, lakini kila kamera ya CCTV ilipumua kwa kupitia mikono yake. Siku moja nilimkuta akiwa anakula chips mayai kwenye banda la IT. Nilikaa naye kimya kimya kama rafiki, nikamuuliza Kelvin, hizi kamera zinaweza kuhariri video? Akanitazama kwa aibu akasema Mzee Adam, kila kitu kinawezekana ukiwa na ruhusa ya ofisi. Kauli hiyo ilitosha. Nilielewa si yeye, bali mtu alimlazimisha nilimwomba nisaidie angalau anionyeshe clip halisi ya usiku ule. Alinikazia macho kwa muda mrefu, akasema, nikikusaidia naweza kupoteza kazi yangu. Nikamwambia na mimi tayari nimeipoteza. Akanitazama tena, kisha akaniambia nije usiku wa Ijumaa saa nne kamili, niingie baada ya walinzi kubadilishana shift, akasema kwa sauti ya chini. Nilikaa wiki nzima nikiwa na hofu Nilihisi kama kila mtu ananiangalia. Nilipojaribu kumwambia afisa Jackson kuwa video ilikuwa imechakachuliwa alinitazama kwa macho baridi na kusema, kijana, acha mambo ya sinema. Ndipo nikajua hata yeye ana mkono ndani ya haya. Usiku wa Ijumaa ulifika, nilivaa nguo nyeusi, nikabeba tochi na simu yangu. Nilipoingia kiwandani nilisikia upepo mzito wa baharini ukivuma. Nilijua leo usiku ni ama ukweli au kifo. Nilimkuta Kelvin akiwa peke yake, kifua chake kilikuwa kikicheza kwa hofu. Akanifungulia mlango wa chumba cha CCTV, niliingia ndani. Ukuta ulikuwa umejaa skrini zaidi ya kumi, na kila moja ikionyesha eneo tofauti la kiwanda. Kelvin akaniambia kwa sauti ya chini, video ya siku ile ilibadilishwa. Nikamuuliza na nani aliibadilisha? Akasema, siku hiyo meneja mwenyewe alikuja hapo usiku, akaniamuru nifute klip ya kweli na kuweka nyingine. Alisema ni oda kutoka juu. Nilihisi damu ikinirukia kichwani. Nilijua sasa, yule meneja ndiye aliyechora njama zote. Nilimuuliza Kelvin kama kuna njia ya kurejesha video ya asili. Akanijibu, ndio, lakini inahitaji password ya admin. Nikamuuliza unaijua? Akanitabasamu kidogo, akasema, ndiyo, ila sitaiandika kwenye karatasi. Akaingiza password kimya kimya. Baada ya sekunde chache, skrini moja ikawaka, ikionyesha rekodi ya usiku ule. Nilijiona nimesimama mbali na lori. Meneja Musa na Rashidi walionekana wakihamisha boksi lile dogo, kisha meneja akamwambia Kelvin, futa uso wangu, weka wa Adam. Nilihisi tumbo likijaa moto Ushahidi ulikuwa pale. Kelvin akanitazama na kusema, Sasa unaona? Ila tafadhali usitaje jina langu.